Sio dalili nzuri, ni dalili mbaya. Sasa hivi unaogopa kila mmoja. Majuzi tu mimi nilikuwa naenda mahali fulani, nimekimbizwa na hizi gari ga, hizi wanazo wakubwa wetu hizi DFP, sijui imeandikwa zero zero sijui ngapi tu, tu ni, ni, ni usiku tunakimbizana, tuliposimama kwamba tuipishe iende yenyewe, ikakaa pembeni, tukaanza kwenda nayo, tumetandaa barabara nzima nusu kilomita. Nikajiuliza, hawa ni watu aina gani hawa? Tukaendelea kwenda kukimbia, sasa anatukimbiza bado yuko nyuma, tulipopunguza akakaa hivyo hivyo, tukawa tunaenda tuka naye sambamba inawezekana alikuwa muhuni tu, lakini kama haya yanatokea wakati ambapo haya mengi tunayoyasikia yanatokea, mtu naanza kuwa na wasiwasi. Nikafika kwenye parokia yangu moja nikasema kwamba nikatize, na yeye akasimama pale anasema, gari tairi lenu lina lina lina linayumba. Nikasema hii gari ni ni ya juzi tu tairi linaanza kuku, wala hatukutoka kulitazama, wala hatukutoka kulitazama. Akaenda zake na sisi tukaenda mpaka Tabora, tumerudi tairi haina shida. Tumeenda huko mimi nika, tume, tumefika huko tukaanza kuongea maaskofu. Mimi sikutaka kuwaeleza ni kitu gani ambacho kimenisibu, lakini wakati tumeenda kula, tukawa kama sita pale mwishoni, nikawaambia jamani, mimi leo kumetokea kitu cha namna hii. Mwenzetu mmoja akasema, na mimi asubuhi nimefukuzwa na gari Viongozi, mtutengenezee taifa ambalo lina amani, lina upendo.